Na tumfanye mtu kwa sura yetu kwa mfano wetu. Haleluya! anajadili na nani? Baba anajadili na, na Mwana anajadili na Roho kwamba sisi kama Mungu tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Amen. Sasa sikia, nikwambie, kama Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji, nataka nikuhakikishie nataka nikuthibitishie, wiki hii ya Pentekoste Roho Mtakatifu yule yule aliyesababisha mambo kuumbika ataumba kitu kipya kwako, ataumba kitu kipya kwa kanisa, ataumba kitu kipya katika maisha yako. Aleluya, alipoatamia vilindi vya maji Mungu akasema iwe, ikawa. Alipoatamia vilindi vya maji Yagawanyike, mengine yaende juu, itwe anga, mengine yabaki chini na yagawanyike, tupate bahari, tupate mito, tupate maziwa, tupate mabwawa. Huyu yule Roho aliyeatamia pale, nguvu zake ziliweza kugawanya hayo mambo, yakatokea kama baba anavyosema. Kwa hiyo, yu Roho yule yule yuko hapa, nasema yuko hapa, nasema yuko hapa, aisee, yuko hapa nyo nyako kaa tu vizuri. Haleluya. Kaa tu vizuri. Yaani chipange. Amen. Yeah, yeah. Roho Mtakatifu yule. Kwa kusema hayo Roho Mtakatifu ni nani? Ni mshirika wa Mungu. Sawa sawa, sawa? So. Namba 2, Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu na ziko sababu nyingi za kusema ni Mungu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo tunaposema, tunapozungumzia Roho Mtakatifu, elewa, hatuzungumzii kitu fulani, kiumbe fulani. Ah ah, tunamzungumzi aliyeumba. Amen, aliyeumba katika nafsi yake ya tatu, ambapo anakaa ndani yetu, anakaa ndani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa nini ni Mungu? Kwa sababu ana sifa za kuitwa Mungu. Haleluya, ana sifa za kuitwa Mungu, na sifa yake ya kwanza, yeye ni wa milele. Amen. Roho Mtakatifu ni wa milele, alikuwepo milele iliyopita, yupo, atakuwepo milele ijayo, kwa ni wa milele milele yote milele yote naa milele yote, namaanisha na milele iliyopita yaani miaka isiyo na idadi iliyopita na miaka isiyo na idadi ijayo. Amen, sisi ni wa milele, kwa maana kuna wakati tumeanzia, tutaishi milele na Bwana, si ndio? Lakini yeye yupo tangu milele iliyopita, ni Mungu. alihusika katika uumbaji. Ni mwanadamu yupi aliwahi kuumba? Jibu hapa, Roho Mtakatifu ni Mungu. Amen. Kwa tunapojifunza habari za Roho Mtakatifu, nataka uanze kuzichukulia kwa uzito wake, uanze kuziona kwa uzito wake, kwa uzito wake. Na vile unavyomchukulia Roho Mtakatifu, ndivyo atakavyoweza kufanya makubwa katika maisha yako. Ukimchukulia tu kirahisi rahisi kirahisi rahisi, utapata marahisi rahisi hivyo hivyo. Amen. Lakini ukimchukulia kwa uzito wake, utauona ukuu wake usiokuwa wa kawaida. Amen, amen, amen, amen. Amen. Kwa hiyo ni Mungu, lakini sifanya ytatu ni mwenye uwezo wote, anaweza yote, anaweza yote kabisa, hakuna la kumshinda Roho Mtakatifu. Ndiyo maana hapa anaposhuka watu wanapona, anaposhuka mapepo yanaondoka, majini yanaondoka, uchawi unaondoka, ushirikina unakufa, anaposhuka likawa tena upya. Anaweza hata kama kizazi akipo, anaweza kuumba kizazi kipya. Kwa nini? Yeye ni muumbaji, wapendwa, yeye ni muumbaji. Anaweza kufanya kisicho kuwepo kikawepo, ni mwenye uwezo wote.